Burudiko na pumziko la kweli kupitia toba ya kweli kwenye ishu ya, ya, ya, ya somo wote ambao tunaanza kujifunza kwenye ile Zaburi ya thelathini na nne ambayo nimekuwa tukiongea mara zote, ni siri ambayo Wakristo na watu wengine wa dini wameshindwa kuifahamu, kwamba Biblia watu wanaisoma tu kuanzia mwanzo, wanaisoma mpaka Ufunuo, wanafikiri wameelewa kugundua kwamba watu hawajaelewa ni kwamba utakuwa unaangalia kwanza matokeo ya watu ambao wana Yesu na matokeo ya watu ambao hawana Yesu. Na jana leo asubuhi, nimekuwa nikipita kwenye ni mitandao ya kijamii, nimekuwa nikisikia watu wanaongea vitu mbalimbali, na wengine wanaongea kuhusiana na siku za mwisho, nikawa wanawaangalia sasa. Wengi wao ni kwamba wanaongea kwa, kwa kama kwa miemko tu, asema siku za mwisho ndo hizi.